Shalom mwana familia wa Spiritual Class Online. Katika wakati mzuri natamani nisema na wewe tena kuhusiana na jambo moja dogo sana lakini lina umuhimu mkubwa sana kwenye maisha yako. Biblia inasema katika kitabu cha Tito sura ya 2:11 mpaka 12. Nasema kwa maana neema ya Mungu huokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, bali tuishi katika kiasi, haki na utaua katika ulimwengu huu kwa sasa hasa. Na mama matatu ambayo nataka nishare na wewe ambayo itakusaidia sana kwenye maisha yako kutokana na kifungu hiki cha maandiko ambacho tumekisoma. Jambo la kwanza, Biblia inaonyesha kwamba wakati huu tuliopo ni wakati wa neema, ni wakati ambao kila mmoja kama nina akili timamu tunafikiri vizuri, tutumie daraja hili ambalo Mungu ameshaliweka. Neema ya Mungu koa wanadamu yu wote, angalia, kila mmoja ana sifa ya kufaidika na hii neema, inawaokoa wanadamu wote. Jambo la pili Biblia nasema hii neema sio dormant grace, hii neema siyo mfu, hii neema mimi wanaita is a teaching grace au is a talking grace. Ni neema ambayo inakufundisha neema ambayo inaongea. Unajua, kumekuwa kuna hili wazo kwamba mtu anaweza akafanya vitu vibaya, mambo maovu alafu asitegemee madhara makubwa, anasema kwa sababu yupo kwenye neema, yupo kipindi cha neema no, no, no. hii neema ya Mungu ambayo naiongelea hapa, hii neema inakufundisha, ukishaipokea ndani inakufundisha na Biblia inasema, inakufundisha mambo gani? Kwanza inakufundisha kuukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwa hiyo tukiona wewe ni mtu ambaye unajitenga na ubaya, tamaa za kidunia, tunajua wewe unaishi kwenye neema. Lakini jambo la pili, hii neema inatuelekeza, inatufundisha kuishi katika maisha ya kiasi, self control, maisha ya haki, righteousness, pamoja na maisha ya utaua godliness haya maisha unapenda sana kuwa na self control, unapenda sana kuwa na utaua, tunajua wewe unaishi katika neema. Lakini jambo jingine au jambo la tatu ambalo nataka nisema na wewe kuhusiana na wewe kusema mistari hii miwili niliyosoma ni kwamba mistari hii inasema ili tuweze kuishi katika kiasi, haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa, wewe ni kwamba maisha ya utakatifu yanawezekana sasa hivi duniani sasa hivi. Biblia inasema kitabu cha Zaburi sura ya 16 mstari wa 3. Watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora, hao ndio niliyopendezwa nao. Kama watu kuna uwezekano wa kuwa wataua watu wenye kiasi watu, watu, watu watakatifu sasa hivi katika ulimwengu huu wa sasa. Hiyo ni tafakari ndogo sana ya mambo muhimu sana kutoka kwenye Tito 2:11 mpaka 12. mimi naitwa Robin Mwenda na hii ni Spiritual Class Online. Tafadhali Stay connected to the grace of God. Stay connected to your God. na Bwana tete Shalom.